Kuna mtu moja aliyenyoka Yuda Iskarioti, baada ya kumzariti Yesu alijitia kice <coughs> Kwa jina la Yesu na kukemea <laughs> pepo, unanikujia, unanikujia eh, yeah. Unanikujia ishinde uh -huh. Unanikujia <laughs> <laughs>